Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na wakilio kwa wakulima na nimeshaongea na ndugu yangu Waziri wa Fedha. Bunge hili halijapitisha sheria ya kuwataka wakulima wa nchi hii wawe na EFD risiti na EFD mashine. Hatukupitisha humu, haya siyo maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, sio maelekezo ya chama kilichoko madarakani. Tunachotakiwa vyombo vyetu vya ukusanyaji wa kodi viende vikakusanye kodi kwenye eneo la formalization ambako tumewataka traders wawe na business license. Anayenunua mazao lazima awe na TIN na atatoa risiti ya EFD, sio mkulima wa kijijini kufatwa kuambiwa leta risiti ya EFD. Na nataka nitumie bunge hili kuwatangazia wakulima hamwajibiki kwenda kutafuta EFD mashine kwa ajili ya kuproduce e risiti za EFD. Sio shughuli ya wakulima wala vyama vya ushirika. Hii siyo, ma, siyo genesis ya sheria iliyopitishwa na bunge hili EFD ambaye anatakiwa kuproduce tunafahamu. Tushirikiane kuformalize kwenye sekta ya kilimo kwa kurasimisha, wafanyabiashara wawe na leseni, wawe na, wawe na TIN waingie kwenye tax base. Tukifanya hivi nataka niingie on record ndani ya bunge hili, vyama vyote vya ushirika vitaacha kuformalize na kuwa aggregated, na tutaua aggregation system tunayoijenga kwa jasho katika nchi hii. Ni waombe TRA huko waliko wawaache wakulima wafanye kazi ya uzalishaji. Nendeni mkachukue kodi kwa traders, ambao wanafanya kipato cha mkulima ni kimoja tu kwa mwaka. Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.